Bismillahi walhamdulillahi wala haula wala quwata illa billahi wassalatu wassalam ala rasulillahi sayyid sallallahu alayhi wasalama. Tupo katika viwanja vitukufu tukiwa tunawaaga wageni wa Allah mahujaji wa mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano, na aliyekuwa mbele yetu ni Ustadh Shekh Juma Hussein Juma, ni fimbo ya kulia ya, ya amira uh, Hajjat Mayasa katika shughuli za haji na umra basi tupate kufahamu machache ambayo ametuandalia na kuanzia lini amekuwa akisevu huduma hizi. baada militia, haji, uh, salamu, Shekhe, wa ya kujitambulisha jina lake haji. assalamu alaykum, haji mabrur. Hongera sana shekhe. wafuatiliaji wa channel ya Azhar TV Tanzania online nah, wanataka kufahamu wewe ni nani kijina lakini, wewe ni nani jamarati? Mimi kwa jina naitwa uh, Juma Hussein Juma <coughs> kwa jina maarufu Juma Beja uh -huh. Ninatoka mkoa wa Dodoma uh -huh. Lakini alhamdulillah mwaka huu nimefanikiwa tena kuja uh -huh. Na taasisi ya Jamarati kwa ajili ya kuhudumia mahujaji wageni, Allah Subhanahu subhana wa ta'ala. Kazi hii nimeanza kuifanya takriban wakati nasoma Umulqura hapa Saudia. Umesoma um, Saudia. Umeanza mwaka <coughs> <coughs> <coughs> elfu moja elfu mbili na kumi na nne. Nikatakharaji mwaka Mashallah. mwaka 2000. Hivyo tulikutana na taasisi hii kwa ajili ya kuwasaidia mahujaji a wanafunzi kule chuoni. Tulikutana nao mwaka 2016, na kwa hiyo tulikuwa tunawasaidia mahujaji bila kutaka chochote kwa sababu mahujaji ni wageni wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo wale ambao walikuwa ni wazee tukawapumzisha, tukasema sisi bado vijana wachanga tuwasaidie mahujaji. Kwa hiyo baada ya kuona shughuli zetu zinaenda vizuri, baada ya kusema alhamdulillah, tunaenda kila mwaka tuwasaidie asa wewe sasa hivi ndio wanashughulikia mambo ya safari zetu kwa ajili ya kupanga pasipoti na kwa ajili ya kupanga mahema na ndugu zetu wale wa Beitha alhamdulillah ndio kazi tunafanya. Mashaallah. Umekuwa unahudumia mahujaji na, au wageni wa Allah ukishiriki uh, jina la Taasisi ya Jamarati na. Jamarati ni jina katika majina ambayo matukufu hmm. eh, yanayohusisha ibada hii ya haji na. Wewe, jina Jamarati linatokea

Kuwa haji ni dhima kubwa Naam. lakini kushughulikia mahujaji ni dhima kubwa zaidi Naam. lakini kurudia na kuendelea kuwashughulikia mahujaji Naam. ni dhima kubwa ya Allah Naam. kwa sababu tayari kuna watu wanaotekeleza ibada hizi muhimu Naam. za maisha yao, ibada za ndoto zao kwa mara moja tu katika maisha yao, na wewe Naam. ni miongoni mwa wanaowezesha hao Naam. hili mm. linakuletea shida katika maisha yako ya kawaida, kwa kwa ya kijamii kule Tanzania, yaani haileti shida yote, kwa sababu kwanza ni kazi ya Allah subhanahu wa ta'ala ha, Allah subhanahu wa taala nipate mm -hmm. chochote nisipate, lakini napata radhi na kwa Allah subhanahu wa taala, kwa sababu mambo mwisho yote mm. ni kutafuta radhi za Allah na kuingia peponi. Kwa hiyo tunapokuja mm. huku kuwahudumia mahujaji mm. haya, tunajua tunafanya kazi mm. kubwa, kazi mm. yetu ni kuwaelekeza lakini kunaweza kutokea maneno maneno pengine kidogo kitu cha yeah. kwanza ni kuomba radhi kama nimekosea nah. kidogo nah. anisamee lakini kujihifadhi kutunza ulimi wetu kwa sababu nah. tuna nah. wa nah. hudumia wageni nah. nah. na allah subhanahu wataala anaweza akawa ni mtu mdogo zaidi yangu akanaambia shehe juma naomba maji yako hapo hata ayo karibu siwezi kuchukia naenda kuchukua kwa sababu najua huyu si mgeni wa kawaida ni nah. mgeni wa allah subhanahu wataala mashaallah namhudumia alhaji juma nah. umehiji hija ngapi mpaka sasa hivi kutokana nikihesabu toka tulivyokuja tu masomoni mwaka elfu mbili na kumi mm, yeah. na nne nilihiji elfu mbili na kumi yeah. na tano tukahiji, tuko na mahujaji elfu mbili na kumi na sita, kumi na saba, kumi na nane, yeah. kumi na tisa tulihiji vilevile ishirini. Marshall, kutokana na korona. Lakini ishirini na moja sijaja, ishirini na mbili sijaja yeah. Lakini dada kwa sababu alikuwa anakuja, alikuwa na vijana wengine, alivyorudi baadaye mwaka kaka yangu na elfu mbili na ishirini na tatu akanaambia huduma zako na misi zile huduma zako mita yako ya kujidai ile tena, turudi wakati unamaliza masomo yako na kurudi nyumbani, ulifikiria kuwa utakuwa moja wa watu wa huduma kwa wageni wa Allah mara kwa mara. Sikufikiria hata siku. Alhamdulillah, kwa kweli nashukuru. Kwanza hii nafasi ni nafasi adhim, nafasi ambayo sikutegemea kwamba nitaipata kwa mm hivyo -hmm. Namshukuru sana Allah subhanahu wa ta'ala mm. Na sisi tunashirikiana mm. na taasisi zote na mashehe wetu wenzetu wa taasisi taasisi mbalimbali. Kwa kwa kwa kwa kweli, tunapokuwa katika mahema hasa kama mahema ya Arafa tunachanganyika zaidi taasisi tatu kwa huduma. Sisi tunahudumia mahujaji wote na mtu anapenda kwa sababu jamani, na kuwahimiza wale wenzetu nao hudumia jamani, tuwapole kwa mahujaji akakwambia neno hili kwa hasira kwa namna fulani kwa pole, kwa sababu tuko maeneo matukufu, tunahudumia mahujaji ma, ma wageni wa geni, Allah subhanahu. Tunakwenda katika uchaguzi, ulikumbuka nchi yetu kuiombea, na sana sana tumeiombea, hasa siku ya Arafa. Mashallah, tunaiombea rais wetu, viongozi wetu wa bunge, kufanya uchaguzi kwa amani, kwa sababu so, nchi yetu tunaipenda, nchi ya amani, nchi ambayo ni kisiwa cha cha amani. Wewe lazima tudumishe amani yetu. Naam, naam, qala subhanahu wa ta'ala, wa man dakhalaha kana na. aminan. Na. hii ni Makka, kama mwenye kuingia katika mji ule na. basi yupo katika amani na. ya kudumu. na. Sasa unarudi unakwenda Dar es Salaam Tanzania na. hii Dar es Salaam na wa madakhala hakana aminan na. na leo unaaga viunga hivi tukufu kurudi nyumbani inakuathiri kwa namna yoyote, pamoja na kwamba unakwenda katika Dar es Salaam inakuathiri? kuacha miji hii inaniathiri eh, kwa sababu kwanza wa wa madakhala mm. hakana aminan mtu mm. yeah. ambaye ameingia katika mji huu anakuwa mm. ana amani mm. Lakini vile vile tunarudi kwenye Dar es Salaam yetu, nchi yetu Tanzania mm. yetu, tunaanza kuingia kwenye, kwenye mji wa amani, yani vilevile Dar es Salaam yaani, nyumba ya amani. Unajifurahisha kwa jina hili na watu wanalipenda kweli kweli, kwa hiyo namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Lazima ituathiri hili na ituathiri na tutengeneze, kwa sababu tunarudi Mashallah. kama vile ambavyo Naam. milivu tulivyozaliwa na mama zetu inshallah. Unauacha mji unauacha mji na mji unakupenda, natumai kuwa utarudi siku za karibuni. Matumaini hayo je, yeah, na wewe unayabeba no, kwamba siku za karibuni utarudi inshallah, Allah akijalia kila la kheri, kama umra tapata watu dada, akipendelea tena viongozi wangu akipendelea, wakipendelea, nikirudi naweza kurudi, lakini insha allahu taala, tukiwa wazima, hija mwakani inshallah, azza wa jalla tutakuja hmm, umra biidhnillahi Allah wa jalla tutakutana. Alikuwa anatoa maneno ya dhahabu kupitia Al-Azhar TV Tanzania ni Sheikh Juma Hussein bin Juma mmoja wa hitimu wa